mambo yanakwenda, ah, mm. Timu umeondoka alfajiri lakini wewe sasa hivi ndo tunakuona airport hapa, vipi? Tuna misafara miwili, msafara wa kwanza ni ule ambao unahusisha wachezaji, bench la ufundi na baadhi ya viongozi wao, wameondoka alfajiri leo wakipitia Uturuki, safari kuelekea Tunisia. Msafara wa pili ambao unahusisha baadhi ya viongozi wapatao eh, kumi, wenyewe tunaondoka midai tunapitia Qatar, tunapumzika kidogo Qatar, na kesho safari ya kuelekea Tunisia. Na mipango ikoje? Mipango ni kwenda kupambana. E, tunaamini hii ndio turufu yetu ya msingi ya kufufua matumaini ama kuamsha matumaini ya Simba kwenda hatua ya robo fainali. Ni, ni mechi ngumu kucheza dhidi ya Esperance ambaye na yeye AM mpaka sasa na alama moja na yeye anautaka mchezo huu kwa ajili ya kuamkia anayetaka robo fainali, na kila akipiga hesabu zake anaona kwa Simba Sports Club ndio sehemu pekee ya kuamkia, na sisi tunapiga hesabu zetu tunaona kwa Esperance ndio sehemu ya kuamkia. Kwa kimsingi tunaviziana wao wanatuvizia na sisi tunawavizia, mm. sisi tunafanya maandalizi makubwa ya ndani na nje ya uwanja kuhakikisha kwamba tunakwenda kuchukua na kwenda kupambana tupate alama ambazo zitafufua matumaini yetu kwenda hatua ya robo fainali. Mwenye Simba yake amerejea, kwa maana chama ulipoandika wewe kwa kile tutachota chama ndani ya mnyama Simba Sports Club amerejea. E, kurejea kwa chama maana yake ni kwamba e, furaha imerejea ndani ya Simba Sports Club e, kujiamini kumerejea ndani ya Simba Sports Club, kwa sababu ukiwa na chama, confidence ya mashabiki, confidence ya timu, confidence ya wachezaji wengine inaongezeka. Ukiwa na chama maana yake ni kwamba e, asisti zimerejea, asisti zimeongezeka ndani ya Simba Sports Club. Kurejea kwa chama maana yake ni kwamba magoli mazuri, magoli biriani yamerejea ndani ya Simba Sports Club. Yaani e, kila kitu kizuri kinachohusiana na mpira wa miguu kimerejea baada ya chama kurejea ndani ya Simba Sports Club. Tunayo e, faraja na fahari kubwa kumkaribisha tena Mwamba Rosaka na amekuja wakati sahihi, wakati mwafaka, ule wakati ambao e, Simba inahitaji mtu wa kuja kutuongezea nguvu na maarifa, tumempata Mwamba Rosaka. Inawezekana kuna watu wana imani naye na kuna uwezekano kuna watu hawana imani naye, lakini ni kazi ya Mwamba wa Lusaka mwenyewe kuthibitisha kwa nini sisi viongozi tumefanya maamuzi hayo. Lakini mimi niwaambie tu wana Simba ya kwamba kwa hapa tulipofikia, tulikuwa tunamhitaji sana Chama kuja kutuongezea nguvu kuja kuiamsha Simba yetu. Ziko sababu nyingi za msingi za kumrejesha Chama, lakini mojawapo ni leadership ambayo anakuja kuiongoza ndani kuiongeza ndani ya Simba yetu. Ukiangalia timu yetu ina vijana wengi, vipaji vingi, wachezaji wengi bora, lakini walikuwa wanakosa morali ndani ya kiwanja. Nani ya kuamsha wenzie? Nani wa kuamsukua kwa sukuma wenzie? Nani wa kuatia moyo wenzie? Nani anaweza akazungumza na wenzie wakamsikiliza na wakafanya maamuzi? of course Tuna Shomari Kapombe, lakini hatoshi peke yake. Lazima tuongeze nguvu, lazima kwenye kwenye kiwanja uwe na viongozi wengi. Kuna wakati Simba Sports Club tulikuwa na Boko kiongozi, tulikuwa na Wawa kiongozi, tulikuwa na Chama kiongozi, tulikuwa na Mkude kiongozi, tulikuwa na viongozi wengi ndani ya kiwanja ambao kazi yao ni kubusti morali ya wenzao. Ndicho ambacho tumekifanya hivi sasa, tumemrejesha Chama kwa ajili ya kuja kuwa kuwaongoza wenzie kwenye mapambano, lakini ubora wake haumithiliki. E, Chama ni katika wachezaji ambao e, ubora wao hauwezi kuwa na mashaka nao. Anakuja kuongeza mambo pale mbele, anakuja kuwasaidia wenzie katika kutafuta mabao na tunaimani ataifanya hiyo kazi kwa ufanisi na ubora wa hali ya juu kweli kweli, hatuna mashaka naye, hatuna mashaka na uwezo wake, hatuna mashaka na ubora wake. Amezunguka timu ndogo, amerejea Simba Sports kumalizia kazi yake, na ataifanya kazi kwa ufanisi wa hali ya juu. Jambo la msingi kwa wana Simba, tumuunge mkono mwamba Usaka na tuwaunge mkono wachezaji wote ambao tumewasajili dirisha hili dogo la usajili tunaamini watakuja kuleta mabadiliko makubwa mno ndani ya timu yetu. Nixon Kibabage, lakini pia mmeshusha nyanda kutoka njaa y Kibabage naye amekuja Simba Sports Club kuja kuongeza ubora ndani ya timu yetu, kuja kuongeza maarifa ndani ya timu yetu, upande wa kushoto eh, kuja kusaidiana na Anthony Mbigo kuhakikisha kwamba eh, tunazuia kwa pamoja, tunashambulia kwa pamoja eh, Nixon Kibabage ni mchezaji mwenye uzoefu mkubwa, umri mdogo, lakini uzoefu mkubwa. Na Nixon Kibabagi ni mchezaji ambaye ana uwezo wa kucheza chini kwa maana namba tatu na namba kumi na moja kwa wakati mmoja, anazuia, anapandisha mashambulizi. Tunaye Anthony Mbigo, lakini vita ni kubwa huko mbele tunakoelekea, ni pakubwa zaidi mahitaji, mtu akuja kusaidia kusaidiana naye Anthony Mbigo baada ya scouting ya kina tukaangukia kwa, kwa, kwa Kibabage ambaye anatosha kwa asilimia mia moja kuja kufanya kazi ya ulinzi pale nyuma. Lakini tumemchukua vile vile mlinda mlango Jibril Kasila ambaye e, ubora wake ume, ume, umethibitika. Mlinda mlango wa timu ya Nija, anafanya kazi kubwa, timu ya taifa ya Nija amefanya kazi kubwa, na anakuja kusaidiana na Abel Hussein baada ya Kamara pamoja na Yakub kuwa na majeraha lakini inasemekana asemaje? kwamba chamu karawa mnawatoa kwa mkopo, ya wachezaji wote ambao tunaachana nao e, ama tupo kwenye mpango wa kuachana nao, kwa maana ya Karabwa Shamo e, Jean Shale Ahua e, Joshua Mutale Budo, nani mwingine e, Joyce Mukwala, e, Mukwala. Hawa wote tutatoa taarifa zao kwa ajili wanasimba fahamu, nani tuko naye nani hatuko naye. Vipi kuhusiana na mlinzi? nimeona bala lake mazoezi ya mwili jumba, mlinzi mwenye mwili mkubwa kama nyumba, anaitwa Ismail Olivia Toure. Anakuja kuongeza ulinzi pale, anakuja kuongeza gundi kwenye eneo la ulinzi. Ukiangalia Simba msimu huu tumelegalega sana kwenye eneo la ulinzi, tumeruhusu mabao mengi sana. Ni kwa sababu hatukuwa na solid ulinzi. Sasa tumemchukua eh, Bwana Olivier ambaye ana uzoefu mkubwa. Ni mchezaji ambaye amecheza mabara mengi duniani hapa, amecheza Asia, amecheza Ulaya, amecheza Afrika. Ana uwezo wa hali ya juu mno, umri wake ni very machuadi. Ana uwezo wa kufanya kazi iliyotukuka. Ni kama vile anakuja kuongeza simenti kwenye ukuta wa Simba Sports mm. na tunaamini atafanya kazi kubwa akisaidiana na Rushine De Reuck pamoja na na Wilson nangu. Kuanzia sasa sidhani kama kuna kiumbe kitakatiza kwenye ukuta wa Simba Sports Club. Ni Simba Sports Club. Je, e mtu wa Simba hautaki kukaa kinyonge nyonge na wachezaji ambao tumewasajili hivi sasa ni wachezaji ambao wanakupa confidence. Mtu hata kama hutaki kusema, lakini unapata confidence ya kusema wachezaji hawa wa Simba ambao sisi tumewasajili hivi sasa, na Simba namna ambavyo inaweza kuamka, hata bubu wanaweza kuongea na kuhakikishia, ukasikia maneno yake kwa mara ya kwanza, namna Simba hii inavyotia matumaini mapya. Mm, lakini mmeshaangalia Esperance de Tunis ni wapinzani wa namna gani kwenu? ni wapinzani wazuri lakini tunakwenda kuluka nao msondo mm -hmm. eh, eh, wataleta ugumu wata, wata, wata, watazuia wanavyoweza kuzuia lakini tutakwenda kuluka nao msondo hatutakubali kupoteza matumaini yetu tunakwenda kupambana ikishindikana e imeshindikana kwa kudura zake Mwenyezi Mungu lakini sisi tunakwenda kupambana mpaka tone la mwisho shabiki wa Simba haupaswi kukata tamaa kwa namna yeyote. Kwanza hiyo sio sifa ya mwana Simba. Ee, kulikuwa kuna wanyama wengi ee, tungeweza kuitwa swala tungeweza kuitwa e, nani mwingine sijui twiga, tungeweza kuitwa mnyama yoyote hata kifaru, lakini ikachaguliwa neno Simba, Likachaguliwa jina Simba, lina maana kubwa kweli kweli. Tunatakiwa kuishi vile ambavyo simba mwenyewe anaishi. Simba mwenyewe anaishije? Simba, simba mwenyewe hakati tamaa. Simba mwenyewe hata akishambuliwa vipi bado anaendelea kupambana. Hiyo ndo simba yetu sisi. Kwa hiyo e, maana simba hautakiwi kukata tamaa, hautakiwi kuishi kinyonge, tuendelee kupambana mpaka pumzi ya mwisho.